Habari, naitwa Beni, karibu katika channel ya Beni Kukufarm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanahusu ufugaji wa kuku, lakini video yetu ya leo inaonesha hizi mbegu za nani, za kitunguu. Mbegu hizi tuliotesha hapa ilikuwa mwezi wa sita mwishoni, na tunategemea mwezi wa kumi na moja mwanzoni ndipo tuzivune mbegu hizi. Kwa nini zinaoteshwa? zinaoteshwa kwa ajili ya kuja kuzipanda ili tuweze kuvuna vitunguu. Yaani iko hivi, katika upandaji wa vitunguu yani kwamba tunapanda vitunguu ambavyo vinakuwa viko tayari kwa ajili ya kutumika matumizi ya nyumbani, tunavipanda ili tuje tuvune mbegu kama hizi, na pia ili tuje tuvune vitunguu. Tunakuja kuzipanda hizi mbegu baada ya kuzivuna. Sasa hizi hapa ziko kwenye hatua ya kwanza kukoma, maana hapa zimeshamaliza kuchanua, ziko hatua ya kwanza kukoma. Baada hapo zitakauka na zikikauka zitavunwa. Na katika process za uvunaji huwa tunazikata hizi mbegu ambazo ziko kama vifundo vifundo juu na kuziweka sehemu ambayo haina jua kali sana, lakini pana joto, zitakauka zikisha kauka, tutazitenganisha nayo matakataka. Baada ya kutenganisha nayo matakataka, tunaweza kuhifadhi au kuuza kulingana na malengo yetu. Mbegu hizi huwa zinakuwa na bei kubwa sana katika uuzaji kutokana na upatikanaji wake kidogo, huwa unakuwa ni mgumu, hivyo mtu yoyote, lakini sio kwamba labda upatikanaji wake ni mgumu kiasi kwamba watu wawezi kuzilima, mtu unaweza kuzilima. Kuna mikoa baadhi ambayo mbegu hizi ukizilima zinakubali vizuri, na mtu anaweza kazilima na akauza au akaamua yeye kulima vitunguu, kutokana na kwamba bei huwa inapanda, kwa sababu mara nyingi mbegu hizi kwa kilo ishirini huwa inacheza bei kati ya laki tatu hadi milioni moja na laki tano kulingana na msimu na upatikanaji wake ulivyo. Asante kwa kunisikiliza. Kama ni mara kwanza kuingia humu, subscribe tuwe pamoja.